Watu wengi sana mmekuwa mkinitumia meseji kwa njia ya WhatsApp na wengine meseji za kawaida mkitoa shukrani kutokana na kuwaunganisha na huduma bora kabisa za ujenzi wa vyoo vya kisasa visivyojaa, kazi ambayo inafanywa na PMP Company Limited Tanzania. Na kimsingi ni kwamba wakati mwingine nashindwa kuzijibu meseji hizo kutokana na wingi wa messages zinazokuja, lakini ninawashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kupata huduma bora kabisa kutoka PMP Company Limited, mabingwa wa kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai, wakipatikana jijini Dar es Salaam Tanzania, na wanafanya hivyo kutokana na ukweli kwamba wanasema kizuri lazima ule na mwenzako. Sasa kama wewe ulikuwa unahitaji huduma hii na pengine ulikuwa hauna namba, basi unaweza ukapiga sasa hivi PMP Company Limited kwa 0768643243 na ukiulizwa swali uambie umepewa namba na mzee Guido Alex Mvinge. Na kimsingi ni kwamba PMP Company Limited wanafanya kazi katika viwango vya hali ya juu sana na wale wote ambao wamepata huduma kutoka PMP Company Limited, of course wanakiri kwamba hawa watu ni wanoma sana kwenye ujenzi wa vyoo vya kisasa ambavyo havijai sasa hao bwana, wananipeleka tena moja kwa moja pale nchini Burkina Faso, katika mji mkuu wa Burkina Faso kwa maana ya Wagadugu, ambapo tunakutana na ripoti ambayo ni ya kuhuzunisha, ripoti ambayo inatia hasira, ripoti ambayo inatia simanzi, lakini ripoti ambayo inaonyesha namna ambavyo sisi wa Afrika bado tumeendelea kuwindwa na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa hivi tumeanza kuwindana sisi wenyewe yani sijui hata ni nani ambaye alishatulogerezea na kwa nini nasema hivi? Ni kutokana na kile ambacho kimetaka kufanywa tena kwa Kaptein Ibrahim Traore. Nakumbuka tarehe kumi na tare mbili ya mwezi wa nne mwaka 2025 niliwaleteani hapa taarifa ambayo ilikuwa inahusiana na kile ambacho kilifanywa kule Burkina Faso ambapo walitaka kumpindua uh, rais Kaptein Ibrahim Traore, na ilikuwa ni moja kati ya stori kubwa sana ambayo watu wengi waliielewa na wakawa wamelani sana na imetengeneza tension kubwa sana na tension ambayo imetengeneza ni kwamba kumejitokeza kundi kubwa sana la watu kutoka katika bara la Afrika ambao wanalaani kile ambacho kimefanywa na wale ambao wanataka kumpindua Kaptein Ibrahim Traore, na watu wameenda mbali zaidi, yani wameenda mbali sana, wameanza kutoa maonyo na kuikanya kabisa Marekani, ambao wao ndio walikuwa watu ambao walitoa pia tamko kwamba huyo jamaa Kaptein Ibrahim Traore anatakiwa kuuawa kwa gharama zozote zile. Maswali ya msingi yakawa ni jamaa yetu kafanya nini? Mbona anafanya vitu ambavyo vinaihusu Burkina Faso na si vitu ambavyo vinaihusu Marekani au vitu ambavyo vinahusu mtu mwingine yoyote, lakini anafanya kwa ajili ya watu wa kule Burkina Faso. Sasa, baada ya matamko mbalimbali ambayo tumeona yakitolewa, kuna kauli moja ambayo ilizungumzwa na Kaptein Ibrahim Traore. Kabla niwape hiyo stori yenyewe, Kaptein Ibrahim Traore kwenye moja kati ya mazungumzo yake alisema, wanaendelea kuniambia nitakufa kama Muammar Gaddafi, nitakufa kama Thomas Sankara au kiongozi yoyote kijana aliyejaribu kuifanya Afrika kuwa bora zaidi. Akasema wala siogopi, na kamwe sitajuta kufa kwa ajili ya watu wangu. Alizungumza Kaptein Ibrahim Traore, ambaye huyu ni rais wa pale Burkina Faso. Kwa hiyo jamaa, ni kwamba sio tu anajua kwamba wanataka kumuua, ila anajua kwamba wanataka kumuua na wanataka watengeneze historia za ujinga ambao wamewahi kuufanya kama ambavyo walifanya kwa kina Thomas Sankara, kwa kina um, Muhammad Garafi pamoja na viongozi wengine ambao walijaribu kufanya mambo mazuri katika bara hili la Kiafrika, lakini ilionekana ni kama threat kwa hizo nchi za kimagharibi. Mimi najua kuna watu ambao mnasali sana, watu mnaimani kali, na kuna wale ambao pengine mnaweza mkazungumza hata na mizimu mnapopata nafasi basi muombeeni sana Kapteni Ibrahim Traore. Kwenye maombi yako usiache kumweka Kapteni Ibrahim Traore kwa sababu ni mtu ambaye anatafutwa sana, lakini ni mtu ambaye tunamuhitaji sana pia. Kwa gharama yoyote, kwa maombi yoyote yale, tuendelee kumuombea Kapteni Ibrahim Traore. Sasa bwana, kuna tukio jingine ambalo ni tukio la kushtua sana, ambapo rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore tena amenusurika kufa na mara hii amenusurika kufa baada ya jaribio la kutaka kumuua kwa kutumia sumu. Lakini kwa bahati nzuri ni kwamba idara za ulinzi za usalama ambazo zinamlinda Kapteni Ibrahim Traore zilipata taarifa kuhusu njama hiyo na kuchukua tahadhari mapema ili kuepuka kumwingiza katika mtego kiongozi huyo. Mpango huo ambao ni mpango wa kutisha ambao unadaiwa kuandaliwa na jasusi ambaye alijipenyeza ndani ya serikali umevuruga kabisa uongozi wa taifa la Burkina Faso na kufichua kiwango cha juu kabisa cha ujasusi katika utawala wa kijeshi wa Kaptein Ibrahim Traore. Hata hivyo, vyanzo vya karibu vya rais vimesema kwamba Kaptein alikuwa amepewa taarifa kuhusu njama hiyo mapema na alichukua hatua za haraka za kuzuia jambo hilo lisitekelezwe.

Maelezo kamili kuhusiana na jambo hilo bado hayajamtaja ni nani ambaye alihusika, lakini taarifa zinaonyesha kwamba njama hiyo ilihusisha mmoja wa watu wake wa karibu sana na rais aliyekuwa na jukumu la kumpa chakula au kinywaji chenye sumu katika mkutano wa hadhi ya juu ambao Kaptein Ibrahim Traore alishiriki. Sumu hiyo ilisemekana kuwa na uwezo wa kusababisha madhara makubwa, hata kifo, endapo Kaptein Ibrahim Traore angeitumia. Kwa mujibu wa vyanzo ambavyo niko navyo, jasusi huyo alikuwa amepenyezwa ndani ya timu ya rais kwa miezi kadhaa, akikusanya taarifa muhimu, huku akisubiri muda mwafaka wa kushambulia au kumpa sumu Kapteni Ibrahim Traore, lakini hakujua kwamba rais alikuwa tayari ametaarifiwa kuhusu kutokea kwa tukio hilo. Kilichotofautisha tukio hili ni jinsi Kaptein Traore alivyokuwa na kiwango cha juu kwanza cha wale watu wake wanaomsaidia kuwa na uwezo wa kubaini matukio ambayo wanataka kutokea. Rais huyu ambaye amejijengea heshima kutokana na uwezo wake wa kimkakati katika kushughulikia changamoto za usalama, inasemekana alipokea taarifa kutoka katika chanzo ambacho hakikujulikana ndani ya idara ya usalama ya Burkina Faso, na baada ya kupokea taarifa hizo, alichukua hatua za kuzuia jaribio hilo li sitekelezwe rais Traore daima huwa makini na usalama wake pamoja na usalama wa taifa chanzo kutoka ofisi ya rais kilifichua na ana mtandao thabiti wa kijasusi ambao unampa taarifa kwa wakati na alipojulishwa kuhusu jaribio hilo alichukua hatua za haraka kuhakikisha usalama wake na kulinda nchi dhidi ya machafuko baada ya majaribio kadhaa na jaribio hilo kushindwa, serikali imeanzisha uchunguzi wa kina kuwatafuta wahusika wa njama hiyo. Inaripotiwa kuwa maafisa kadhaa, wakiwemo watu wa karibu wa rais, wanahojiwa huku uchunguzi ukiendelea wa kina, kimya kimya. Jaribio hili linaonyesha mazingira hatarishi ambayo Kapteni Ibrahim Traore anakumbana nayo kama kiongozi utawa wa utawala wa kijeshi. Tangu aingie madarakani amekuwa akikumbwa na upinzani wa ndani, mashambulizi ya waasi, pamoja na ukosoaji wa kimataifa. Uongozi wake umeibua mitazamo tofauti. Wapo wanaomsifu kwa kurejesha hali ya utulivu, wapo wanaomkosoa kwa kuingilia madaraka kwa njia isiyo ya kidemokrasia. Jaribio hilo pia linaangazia kiwango cha ujasusi na mgawanyiko uliopo ndani ya serikali. Lakini haijulikani ni nani hasa ambaye alihusika katika njama hiyo au nia ya yao ilikuwa ni nini. Lakini wachambuzi wanasema huenda lilihusiana na makundi ya ndani ya jeshi ambayo yanapinga uongozi wa Kapteni Ibrahim Traore, ambayo yanataka kuitumia hiyo Burkina Faso kama sehemu ya kujinufaisha. Yani, kumaanisha kwamba unajua, kapteni Ibrahim Traore tokea ameingia madarakani, ni kwamba kumekuwa kuna watu ambao wanahitaji kufa na kupona kuhakikisha pengine Ibrahim Traore anakuwa kama viongozi wale ambao wamepita, yani kama ni kupiga, ni wizi, kama ni kufanya ubadhirifu katika rasilimali za taifa hilo. Sasa kapteni Ibrahim Traore hayupo katika eneo hilo. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wana, yani matarajio waliokuwa nayo pengine hata wakati mapinduzi yanafanyika si yale ambayo wanayaona yani, pengine waliamini kama Ibrahim akiingia madarakani, kwanza ni kijana mdogo mwenye umri mdogo, kwa hiyo ana tamaa kubwa sana. Kwanza ana tamaa kubwa ya kuwa na ukwasi utajiri mkubwa, anatamani kuishi maisha mazuri luxury, pengine anatamani kusafiri kwenda mataifa mbalimbali, kujenga mijengo mikali, kuwekeza kwenye mataifa mbalimbali duniani na pengine kutembea na misafara mikubwa yenye magari ya kifahari. Lakini limekuwa ni jambo la tofauti kidogo kwa Kapteni Ibrahim Traore, yeye anaishi maisha ya kawaida kabisa, na wakati mwingine sasa amekuwa akiishi kama raia wa kawaida hata anaposafiri katika vyombo vya umma, jambo ambalo linawatia hasira sana wale ambao walipambana naye kuhakikisha anaingia madarakani. Sasa msemaji wa rais Traore amewahakikishia wananchi kuwa rais yuko salama na vyombo vya usalama vinafanya kazi usiku na mchana kuwasaka wahusika wa njama hiyo ya kutaka kumuua kwa njia ya sumu na rais mwenyewe bado hajatoa tamko rasmi kuhusu jambo hilo. Jaribio hili limesababisha mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi kuhusu usalama na uaminifu ndani ya gavo ndani ya serikali. Wengine wanaona kuwa tukio hilo linaonyesha kuwa rais yuko hatarini zaidi, huku wengine wakimpongeza kwa namna ambavyo anajihadhari na kuepuka maafa mawazo ya haraka ya Rais Traore na uwezo wake wa kutangulia tishio vinaonyesha uimara wa kiongozi huyu, alizungumza moja kati ya wanasiasa, na tukio hili litamjengea nguvu zaidi kuiongoza Burkina Faso kupitia katika nyakati hizi za changamoto. Na bwana Kaptein Ibrahim Traore, mimi naona ni ukweli, Mungu amsaidie na amsaidie katika namna ambayo yani, amuoneshe ya hata vile ambavyo havionekani, ili mwisho wa siku aweze kunusurika na majaribio haya ambayo yanataka kuondoa uhai wake. Kwa sababu nazungumza hivi kutokana na ukweli kwamba tunazo mifano za kutosha, tunazo historia zinazotueleza namna ambavyo watu ambao walikuwa ni watu poa, walikuwa ni watu wazuri, walivyoondolewa katika uh, dunia hii tuliyokuwa nayo. Lakini wanasema wakati wa Mungu ni wakati mzuri sana na moja kati ya kitu ambacho nimekiona ni kwamba sasa hivi ile Burkina Faso mnayoiona, imani yangu inanieleza kwamba itaanza kulindwa tena na Urusi na italindwa katika viwango vya hali ya juu sana. Hiyo tarehe tisa mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano